Kitabu cha Yeremia sura ya kumi na tatu na ya kumi na nne. Ndiyo kanisa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo karibuni sana wapendwa mahali hapa katika kipindi chetu kizuri cha usomaji wa Biblia kwa njia ya, ya sauti. Nami naitwa mwalimu Petro. Nakualika ukiwa eneo lolote lile uweze kuungana na sisi katika kipindi chetu cha usomaji wa Biblia. Pia unaweza ukatutembelea kwenye chaneli yetu ya YouTube pamoja na Facebook kwa jina la Jerusalem Family TV dot mwalimu Petro na Evodia Mazwile, ambapo ukiwa kwenye chaneli zetu hizo upande wa YouTube na Facebook Utakutana na vitabu vyote vya Biblia na utapata nafasi ya kuvisoma kila mara na kila wakati. Watu wa Mungu, tufungue kwa sala ili tuanze rasmi siku ya leo. Kwa jina la Baba, la Mwana, Roho Mtakatifu, amen. Mungu tunakushukuru, tunasema asante kwa sababu ya upendo wako na uaminifu wako ambao umeendelea kutupenda katika maisha yetu. Tunakuamini Mungu, wewe unatujali na tunaamini katika neema yako tunapata uzima. Tunaomba utusamee Baba kwa ajili ya makosa na dhambi zetu, utusafishe tuwe safi sawasawa na mapenzi yako. Tunaalika uwepo wako Roho Mtakatifu, tunaomba utusimamie ili tunaposoma neno lako la uzima tuweze kuwa salama. Katika jina la Yesu Kristo tuseme amen. Karibuni sana wapendwa, ni kitabu cha Yeremia, tunasonga nacho mbele katika siku nyingine hii ambayo Mungu ametupa kibali, na tuungane sasa na ndugu zetu wa Wedi ukajinunulie mshipi wa kitani ukajivike viuno, wala usiutie majini. Basi nikanunua mshipi sawasawa sawa na neno la Bwana, nikajivika viunoni. Neno la Bwana likanijia mara ya pili kusema, twaa mshipi ule ulioununua ulio viunoni mwako, kisha ondoka, enenda mpaka mto Frati, ukaufiche huko katika pango la jabali. Basi nikaenda nikauficha karibu na mto Frati, kama Bwana alivyoniamuru. Ha, hata ikawa baada ya siku nyingi, Bwana akaniambia, Ondoka enenda mpaka mto Frati ukautwaye ule mshipi niliyokuamuru kuuficha huko. Ndipo nikaenda mpaka mto Frati nikachimba, nikautwaa ule mshipi katika mahali pale nilipouficha. Natazama mshipi ulikuwa umeharibika, haukufaa tena kwa lolote ndipo neno la Bwana likanijia kusema, Bwana asema hivi, jinsi hiyo hiyo nitakiharibu kiburi cha Yuda na kiburi kikuu cha Yerusalemu. Watu hawa waovu, wanaokataa kusikiliza maneno yangu, wanaokwenda kwa ushupavu wa mioyo yao na kufuata miungu mingine ili kuitumikia na kuiabudu, watakuwa hali moja na mshipi huu usiofaa kwa lolote, maana kama vile mshipi unavyoshikamana na viuno vya mtu ndivyo nilivyoshikamanisha nami nyumba yote ya Israeli na nyumba yote ya Yuda, asema Bwana, wapate kuwa watu kwangu mimi na jina na sifa na utukufu, lakini hawakutaka kusikia. Basi utawaambia neno hili, Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, kila chupa itajazwa divai. Nao watakuambia je, yeah, sisi hatujui ya kuwa kila chupa itajazwa divai, ndipo utakapowaambia, Bwana asema hivi: Tazama, nitawajaza ulevi wenyeji wote wa nchi hii, hata wafalme wanaoketi katika kiti cha enzi cha Daudi, na makuhani na manabii na wenyeji wote wa Yerusalemu. Nitawagonganisha mtu na mwenzake, naam baba za watu na watoto wao pamoja, asema Bwana, sitawahurumia wala sitaachilia wala sitarehemu hata nisiwaangamize. Sikilizeni ninyi, kategeni masikio yenu, msifanye kiburi, maana Bwana amenena. Mtukuzeni Bwana Mungu wenu kabla hajaleta giza, na kabla miguu yenu haijakwaa juu ya milima yenye giza, na wakati mnapoitazamia nuru, kabla haijaigeuza kuwa kivuli cha mauti na giza nene. Bali kama hamtaki kusikia Roho yangu italia kwa siri kwa sababu ya kiburi chenu, na jicho langu litalia li sana na kutoka machozi mengi, kwa kuwa kundi la Bwana limechukuliwa hali ya kufungwa. Mwambie mfalme na mama ya mfalme, nyenyekeeni na kuketi chini, kwa maana vilemba vyenu vimeshuka, naam taje utukufu wenu. Miji ya negebu imefungwa malango yake, wala hapana mtu wa kuyafungua. Yuda amechukuliwa hali ya kufungwa, amechukuliwa kabisa hali ya kufungwa. Inua macho yako, e Yerusalemu, ukawatazame hawa wanaokuja kutoka kaskazini. Liko wapi kundi lako ulilopewa kundi lile zuri? Utasema nini wewe atakapowaweka rafiki zako kwa kichwa juu yako, ikiwa wewe mwenyewe umewafundisha kuwa juu yako? Je, huzuni haitakushika kama utungu wa mwanamke aliye katika kuzaa? nawe ukisema moyoni mwako, mbona mambo haya yamenipata mimi? Ni kwa sababu ya wingi wa uovu wako marinda yako yamefunuliwa, na visigino vya miguu yako vimeumia. Je, mkushi aweza kuibadili ngozi yake, au chui madoadoa yake? Kama aweza, ndipo na ninyi mwaweza kutenda mema, ninyi mliozoea kutenda mabaya. Kwa sababu hiyo nitawatawanya kama makapi yapitayo kwa upepo wa jangwani. Hiyo ndiyo kura yako, fungu lako ulilopimiwa na mimi, asema Bwana, kwa kuwa umenisahau na kuutumainia uongo. Kwa ajili ya hayo mimi nami nitayafunua marinda yako mbele ya uso wako, na aibu yako itaonekana. Nimeona machukizo yako, naam, uzinifu wako na ubembe wako na uasherati wa ukahaba wako, juu ya milima, katika mashamba. Ole wako Yerusalemu! Hey, hutaki kutakaswa? Mambo hayo yataendelea hata lini? Mlango wa 14. Neno la Bwana lililomjia Yeremia katika habari ya ukosefu wa mvua. Yuda huomboleza na malango yake yamelegea, wameketi chini, wamevaa kaniki, na kilio cha Yerusalemu kimepaa juu. Na wakuu wao huwatuma watoto wao kwenye maji nao hufika visimani, wasione maji; hurudi na vyombo vyao ni vitupu. Wametahayarika na kufadhaika na kuvifunika vichwa vyao, kwa sababu ya nchi iliyopasuka. Kwa kuwa mvua haikunyesha katika nchi, wenye kulima wametahayarika na kuvifunika vichwa vyao. Naam, kulungu naye uwandani amezaa, akamwacha mwanawe, kwa kuwa hapana majani. Na punda mwitu husimama juu ya vilele vya milima hutuetea pumzi kama mbwa mwitu, macho yao hayaoni sawasawa sawa, kwa kuwa hapana majani. Ijapokuwa maovu yetu yanatushuhudia, lakini ututende wewe kwa ajili ya jina lako E Bwana, maana kurudi nyuma kwetu ni kwingi, tumekutenda dhambi wewe. Uliye tumaini la Israeli wewe uliye Mwokozi wake wakati wa taabu, kwa nini wewe umekuwa kama mtu akaaye katika nchi hali ya mgeni na kama mtu mwenye kusafiri ageukaye upande ili kukaa usiku mmoja tu. Kwa nini wewe umekuwa kama mtu aliyesituka, kama shujaa asiyeweza kuokoa? Lakini wewe Bwana ukatikati yetu, nasi tunaitwa kwa jina lako, usituache. Bwana awaambia watu hawa hivi: hivyo ndivyo walivyopenda kutangatanga, hawakuizuia miguu yao, basi Bwana hakuwakubali sasa; ataukumbuka uovu wao, atawapatiliza dhambi zao. Naye Bwana akaniambia, usiwaombee watu hawa wapate heri. Wafungapo mimi sitasikia kilio chao, na watu hapo sadaka za kuteketezwa na sadaka ya unga sitazitakabali; bali, bali nitawaangamiza kwa upanga na kwa njaa na kwa tauni. Ndipo nikasema, ah, Bwana Mungu, Tazama, manabii huwaambia hamtauona upanga wala hamtakuwa na njaa cha, bali nitawapa amani iliyothabiti mahali hapa. Ndipo Bwana akaniambia, ndipo Bwana akaniambia, hao manabii wanatabiri uongo kwa jina langu, mimi mimi sikuwatuma wala sikuwaamuru wala sikusema nao, na wapeni unabii wa maono ya uongo na uaguzi na neno la ubatili na hadaa ya mioyo yao. Basi kwa hiyo Bwana asema hivi kwa habari za manabii wanaotabiri kwa jina langu, wala mimi sikuwatuma, lakini husema upanga na njaa havitaingia katika nchi hii: kwa upanga na njaa manabii hao wataangamizwa. Na watu hao waliopewa unabii na wao watatupwa nje katika njia kuu za Yerusalemu, kwa sababu ya upanga na njaa, wala hawatakuwa na mtu wa kuwazika wao na wake zao na wana wao na binti zao, maana nitamwaga uovu wao wenyewe juu yao. Nawe utawaambia neno hili macho yangu ni atiririke machozi usiku na mchana, wala asikome, kwa maana bikira binti ya watu wangu amevunjika mavunjiko makuu kwa jeraha isiyoponyeka. Nikitoka kwenda shambani, tazama, wako huko waliouawa kwa upanga, na nikiingia mjini Tazama, wamo humo wanaougua kwa sababu ya njaa. Maana nabii na kuhani wote wawili huenda huko na huko katika nchi wala hawana maarifa. Je, umemkataa Yuda kabisa? Roho yako imeichukia Sayuni. Mbona umetupiga? Tusiwe na dawa ya kutuponya. Tulitazamia amani, lakini hayakuja mema yoyote. Tulitazamia wakati wa kupona na tazama kufadhaika tu. Ee Bwana, tunakiri uovu wetu na ubaya wa baba zetu, maana tumekutenda dhambi. Usituchukie kwa ajili ya jina lako, usikifedheheshe kiti cha enzi cha utukufu wako; kumbuka, usilivunje agano ulilofanya nasi. Je, katika vitu vya ubatili vya mataifa kiko kitu kiwezacho kuleta mvua? Je, mbingu zaweza kutoa manyunyu? Je, si wewe Ee Bwana Mungu wetu? Kwa sababu hiyo tutakungoja kwa kuwa wewe umevifanya vitu hivi vyote.